Awali ya yote, na na wa ni ya yote naomba nitambulishe kwenu kwa majina, naitwa Peter Emanuel Mnunke, ni mgombea nafasi ya udiwani kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, kata hii kata ya Masumbwe. Niwaombe kabisa watu wema, watu wa kata ya Masumbwe na kijiji cha Shenda, tumekuja kunadi sera na kuomba kura kwenu. Ndugu zangu tuwe na kumbukumbu, tarehe 29, ya mwezi huu, mwezi wa kumi, tunakwenda kutimiza haki yetu ya kikatiba kwenda kupiga kura. Ndugu zangu, watu wa Shenda, naomba nizungumze haya yafuatayo. Mpango na mikakati ya chama chetu, chama cha Mapinduzi na serikali yake, ni kuhakikisha tunapeleka umeme kwa kila kitongoji. Maana tayari sasa umeme tulishapeleka kila kijiji. Kwa hiyo ilani ya 25-30 inasema sasa itapeleka umeme kwa kila kitongoji, kwa hiyo kiwemo kitongoji cha Mabota, kitongoji cha Itarike, kitongoji cha Ilamba, kwa hiyo vitapata umeme. Lakini pia tutaenda kuboresha miundombinu mba ya mabarabara kama alivyozungumza mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Shenda. Kwa hiyo kwenye ilani yetu yote hayo yamezungumzwa. Ndugu mwenyekiti wa mkutano huu wa kampeni, ndugu viongozi ngazi ya matawi, ndugu mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Shenda, ndugu viongozi mwa ngazi ya kata na wilaya, ndugu wananchi, kwa uliomatusiku Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mora ya jamhuri, Jamhuri ya Tanzania. Ndugu zangu, niliyesimama hapa kwa majina naitwa Peter Emanuel Mnunke, ni mgombea nafasi ya udiwani kata ya Masumbwe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ni waombe wananchi wote wa kijiji cha Shenda na kitongoji cha Ilamba, jamani Tarehe 29 mwezi wa kumi huu, tuna jambo letu niwaombe kabisa kwa unyenyekevu mkubwa. Niliyejitambulisha hapa, nimekuwa ndani ya serikali takribani miaka 21. Nimekuwa imekuwa mjumbe wa serikali ya kijiji chenyekasaluni 2004 hadi 2009, nimekuwa imekuwa mwenyekiti wa serikali 2009 hadi sasa awamu nne nime, nimeongoza lakini pia nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya ujenzi yes, kata ya Masumbwe kwa muda wa miaka kumi na sita. Kwa hiyo nimeongoza kwa umakini kwa kushirikiana na mwenzano. Kwa hiyo niwaombe kabisa watu wa kata ya Masumbwe muwe na imani na Chama cha Mapinduzi, kimewaletea watu sahihi, watu makini, watakwenda kutekeleza kiu na azima ya mwananchi. Kwa hiyo ninapoiangalia Shenda na Masumbwe hapo tulipo sasa hivi mjini, sio vijijini tena. Kwa hiyo tunatamani sana kuweka mabadiliko. Mabadiliko haya yatakuja kwa kushirikiana na nyinyi wananchi, pamoja na viongozi ngazi ya kitongoji, ngazi ya kijiji pamoja na ngazi ya kata, ili kuhakikisha tunaleta maendeleo. Kwa hiyo niwaombe kabisa, ndugu zangu wananchi wa Shenda na kitongoji cha Ilamba ninatamani sana siku moja ndani ya miaka mitano ambao Mungu akikipendeza nikawa diwani, tunatamani tupate soko kwenye eneo letu hili. Nasemaje watu wa Shenda? Maana haya yanawezekana, kikubwa tushirikiane jamani. Hatutamani sana tuwe na mji ambao tunaona na mapoli na miti hapa, sasa hivi ni mjini, lazima tuweke mabadiliko ya kweli, na mabadiliko ya kweli yanaleta sisi wenyewe kwa hiyo ni wasinga kuwaomba sana watu wema wakati wa Masumbwe na kijiji cha Shenda tuwenyeshe ushirikiano. Chama cha Mapinduzi kwa ilani ishirini ishirini na tano thelathini imeainisha mambo mengi sana ya fana, ikiwepo kuboresha miundombinu, ikiwepo kuboresha vituo vya afya na zahanati zetu. Na bahati nzuri niseme, Daktari Samia Suluhu Hassan mgombea wa nafasi ya urais kafanya mambo mengi, katuletea pesa kwenye zahanati yetu ya Shenda na inakwenda kukamilika, kipigeni makofi. Lakini bali ya hapo, mama huyu kaleta pesa pia kwenye zahanati ya kijiji cha Nyakasalama iliyoko ndani ya kata ya Masumbwe, na tayari zahanati ile imeshakamilika imeshaanza kufanya kazi. Lakini mama huyu pia kaleta pesa kwenye zahanati ya Boroda na yenyewe iko mbioni kukamilika. Kwa hiyo niwaombe na kuwasihi sana watu wema wa Masumbwe, kwanza kwa salamu za Daktari Samia Suluhu Hasani alizozungumza siku ile ya Jumapili tarehe kumi na mbili, aliwapongezeni sana kwa kujitokeza kwa wingi, akasema niwaletee salamu, na akasema jamani, Masumbwe anaipenda na akatuahidi, anakuja kujenga soko la kisasa, mpigieni makofi. Lakini niombe kabisa, twende tupige kura kwa Daktari Samia Suluhu Hasani. Kura ya kwanza tuanze na mama. Mama huyu ni mama wa fursa. Mama huyu ni mama ambaye anaenda kutafuta fursa na kutafuta pesa nyingi kwa ajili ya kuleta maendeleo ikiwemo kwenye jimbo letu na kata yetu. Lakini pia twende tumpigie mbunge, mbunge wa CCM ndugu Fagasoni Aroni Masasi akawe mwakilishi wetu kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili sasa atakapokuwa huko atakutana na mama atakunana na viongozi na wabunge wenzie kwa ajili ya kuisemea Mbogwe ili hatimaye sasa kwenda kupata maendeleo zaidi bila yetu ya Mbogwe. Lakini pia nipigieni kura mimi, mheshimiwa diwani wa kata ya Masumbwe, nikawe diwani kwenye halmashauri yetu ya Mbogwe kwa ajili ya kuwasemea watu wema, watu wa Masumbwe, kijiji cha Kenda Budoda, Ilangale na Nyakasaruma kwa ajili ya kuleta maendeleo.